Wakati utaratibu wa kuendelea kumtafuta mrithi wa papa ukitaka kuanza kufanyika, mvutano mkali waibuka Vatican, kardinali aliyesimamishwa ataka kushiriki kuchagua papa mpya. Kardinali aliyehukumiwa kwa makosa ya kifedha na mahakama ya Vatican anadai kuwa ana haki ya kushiriki katika mchakato wa kumchagua papa mpya, licha ya kutajwa kama asiye na haki ya kupiga kura. Kardinali Giovanni Angelo Barsei, ambaye hapo awali alikuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya Vatican, aliamriwa na Papa Francis kujiuzuru bli 2020 kutoka kwa haki ya hadhi ya ukardinali baada ya kuhusishwa na kashfa ya kifedha ya Vatican. Kardinali huyo kutoka Sardinia nchini Italia alikuwa akishikilia nafasi ya sostitio yani msaidizi katika sekretariati ya jimbo la Vatican, nafasi inayofanana na mkuu wa wafanyakazi wa papa. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, Basei alihukumiwa kwa makosa ya ubadhirifu na udanganyifu na akapewa kifungo cha miaka mitano na nusu jela. Yeye ndiye kardinali wa kwanza kuhukumiwa na mahakama ya uhalifu ya Vatican. Hata hivyo, kardinali huyo ambaye amekuwa akisisitiza kuwa hana hatia alikata rufaa ambayo bado inashughulikiwa. Akiwa anasubiri uamuzi wa rufaa, anaruhusiwa kuendelea kuishi katika nyumba ya makazi ya Vatican. Uamuzi wa kama atashiriki au la katika mkutano wa kuchagua papa utafanywa na mkuu wa baraza la makardinali Giovanni Battista Re pamoja na kardinali Petro Parolin ambaye atasimamia shughuli za mkutano huo ndani ya kanisa la Sistine. Uchunguzi dhidi ya Basei ulihusu uwekezaji wa Vatican katika mali ya London, uwekezaji ambao ulisababishia kanisa hasara ya mamilioni ya dola. Katika kipindi chake cha uongozi, Papa Francis amekuwa akijitahidi kusafisha masuala ya kifedha ya Vaticani na alibadilisha sheria ili kuhakikisha Basei akiwa bado ni kardinali, anaweza kushtakiwa na majaji wa mahakama ya Vatican. Ingawa Basei alipoteza haki na hadhi zake kama kardinali, hakuondolewa rasmi kutoka kwenye baraza la makardinali bado anaruhusiwa kushiriki katika majadiliano ya awali kabla ya uchaguzi wa Papa. Ni makardinali walio na umri wa chini ya miaka themanini pekee ndiyo wanaoruhusiwa kupiga kura katika uchaguzi wa Papa. Hivi sasa kuna makardinali mia thelathini na watano wanaostahiki kushiriki katika uchaguzi huo. Basi ana umri wa miaka sabini na sita na hivyo bado yumo kwenye orodha ya wenye sifa za kiumri. Hii ni Msasa Online.